Basi leo katika safari yetu ya hekima tunafika kwenye moja ya vitabu ninavyovipenda sana katika Agano la Kale, kitabu cha Zekaria. Unajua, kama unatafuta kitabu cha Agano la Kale kinachozungumzia unabii unaomhusu Yesu Kristo, ngoja ni kuambie, umefika mahali sahihi. Zekaria anatupatia baadhi ya unabii wa wazi kabisa na wa moja kwa moja kuhusu masihi katika agano lote la Kale. Nabii ataelezea kuhusu ufalme wa baadaye wa Yesu, lakini pia atawatia moyo Wayahudi waliokuwa mateka wakati wake. Wamerudi kutoka uhamishoni Babeli, sasa wanajenga upya hekalu. Na Zekaria atakuwa na mshirika katika huduma. Kwa kweli, muda mfupi baada ya Hagai kuanza kuhubiri, Bwana alimuita Zekaria aungane naye. Wataenda kufanya kazi pamoja, kuomba pamoja, kuhubiri pamoja, watatabiri pamoja. Sasa aya ya kwanza hapa katika Zekaria moja ni utangulizi kwetu, Zekaria mwana wa wa Berekia mwana wa Ido, eh. Kwa bahati nzuri, Nehemia anatufahamisha kwamba babu yake Zekaria ni Ido, yeye ni kuhani, Nehemia kumi na mbili. Hii inamaanisha kwamba Zekaria, kama nabii Yeremia, ni kuhani na pia nabii. Sasa mahubiri ya Zekaria yatakuwa yanawataka watu watubu. Aya asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia. Basi Zekaria anawakumbusha hapa kwamba Bwana hakuridhishwa na mababu zao. Mababu zao walikataa kumsikiliza na hatimaye wakapata hukumu ya Mungu kwa kupelekwa uhamishoni Babeli kwa miaka sabini. Zekaria hakutaka wafuate mfano wa mababu zao wa kutotii. Basi mrudieni Bwana, anawaambia sasa aya ya kwanza inaonyesha kwamba unabii wa Zekaria ulitolewa takriban mwezi mmoja baada ya watu kurudi kwanza kujenga upya hekalu. Anataka kuwahimiza. Anajua wanaweza wanaweza kukata tamaa kwa urahisi sana. Kwa kweli, nabii Hagai huenda alimwambia kwamba tayari walikuwa wamekata tamaa kwa sababu ya maendeleo ya polepole pole. Sasa sehemu ya unabii wa Zekaria ni kuwaonyesha kwamba kazi yao ni sehemu ya mpango wa milele wa Mungu, itatimia katika utimilifu wa ahadi zake kupitia kwa masihi ajaye na ufalme wa miaka elfu moja. Sasa, kuanzia hapa kwenye aya ya saba Zekaria anaandika maono nane tofauti yote aliyopokea usiku mmoja. Ulikuwa usiku wenye shughuli nyingi za ufunuo maono haya yote yanahusiana na ukombozi wa baadaye wa Israeli na ufalme wa Kristo utakaokuja. Sasa leo tutaangalia maono manne ya kwanza. Maono ya kwanza ni ya mpanda farasi juu ya farasi mwekundu, na aya ya nane inasema kwamba alikuwa amesimama kwa namna fulani kati ya miti ya miteli bondeni, na nyuma yake kulikuwa na farasi wekundu, wa rangi ya udongo na weupe sasa yule mtu anaeleza kwamba wamekuwa wakizunguka duniani na wamegundua kuwa kila kitu kipo katika utulivu. Hivyo basi, hapa malaika anakuja na kuzungumza na anaahidi kuelezea maana ya maono haya. Malaika anamuuliza Bwana ni kwa muda gani atakuwa na hasira na Yuda na Yerusalemu, ni kwa muda gani wataendelea kuteseka e, bila hekalu huko Yerusalemu. Na sasa malaika anamfikishia Zekaria jibu la Mungu. Bwana anamhakikishia e ea eh, eh, nabii na Israeli kwamba adhabu na maafa ya uhamisho sasa yamepita. Mungu anasema hapa katika mstari wa kumi na sita nyumba yangu itajengwa. Na hii bila shaka ni ahadi ya kusisimua hekalu wanalolijenga litaweza kukamilika. Lakini sikiliza, ahadi hii inafika mbali, hadi wakati wa amani na ustawi katika ufalme wa miaka elfu wa Kristo. Kuna utimilifu wa haraka na pia utimilifu wa muda mrefu wa baadaye. Haya, Zekaria anaona maono ya pili. Katika maono haya anaona pembe nne, anaambiwa katika mstari wa 19 kwamba zinawakilisha mataifa yaliyolitawanya Yuda, Israeli na Yerusalemu. Lakini ghafla mafundi stadi wanne wanaonekana. Mstari wa 21 unasema kwamba wamepewa jukumu na Mungu kuangusha pembe za mataifa yaliyoinua pembe zao dhidi ya nchi ya Yuda. Katika Agano la Kale, neno pembe linamaanisha nguvu. Watanyang'anywa nguvu zao. Sasa hapa katika sura ya pili, Zekaria anaandika ono lake la tatu na linaanza katika mstari wa kwanza: niliinua macho yangu nikaona mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Nikamuuliza, unaenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kupima Yerusalemu. Kisha anazungumzia siku ambayo Yerusalemu itajengwa upya. Mstari wa nne unasema itakaliwa kama vijiji visivyo na kuta. Sasa hiyo ni njia ya kusema kwamba hakuna haja ya kuogopa shambulio, hakuna haja ya kuta kuzunguka mji huo wa Yerusalemu wa baadaye. Tunaambiwa sababu hapa katika mstari wa tano, Mungu anasema nitakuwa kwake Yerusalemu ukuta wa moto kuzunguka pande zote, na nitakuwa utukufu katikati yake. Sasa wapendwa, ili bado halijatokea, sivyo? Hakuna ukuta wa moto kuzunguka Israeli leo wala Yerusalemu, lakini utakuwepo. Hiyo itatimia wakati Masiha atatawala katika ufalme wake wa miaka elfu moja ujao, akiwa na Yerusalemu kama mji mkuu wake. kwa hiyo hapa kuna motisha nzuri kwa watu kuendelea kumtii Mungu kwa uaminifu. Wanashughulika na mradi wa hekalu ambao siku moja utatawazwa na utukufu wa Mungu. Kama tunavyoona hapa katika mistari ya sita na saba, hili pia ni motisha kwa Wayahudi ambao bado wametawanyika kote katika himaya. Kurudi nyumbani, kurudi Yerusalemu. Na Mungu anatoa ahadi hapa kwamba taifa lolote litakaloiteka Yerusalemu siku moja litasimama chini ya hukumu yake. Na tena anasema kwa nini? Mstari wa nane: yeyote anayekugusa wewe Israeli anagusa mboni ya jicho la Mungu. Sasa katika dunia ya kale, mboni ya jicho, ile sehemu ndogo nyeusi katikati ya jicho lako, ilikuwa inaitwa mboni ya jicho, labda kwa sababu ya umbo lake la mviringo. Na sasa tunajua kwamba mwitikio wa kujilinda wenye nguvu zaidi katika mwili wa binadamu ni kufumba jicho ili kulilinda. Kitu kikikaribia sana jicho lako, utapepesa macho haraka kuliko hata vile unaweza kufikiria kwa makusudi. Basi hii ikawa medhali kwa muda kuhusu ulinzi wa haraka wa Mungu kwa watoto wake. Ndiyo maana Daudi alikuwa anaomba kwa Mungu kule katika Zaburi 17 mstari wa nane aliposema, Bwana ni hifadhi kama mboni ya jicho lako. Alikuwa anaomba Mungu ampe ulinzi wa haraka kabisa. Unaona mpendwa, kumgusa mtu anayemilikiwa na Mungu ni kama kugusa sehemu nyeti zaidi ya mwili wa Mungu. Yeye atachukua hatua kwa haraka. Kwa namna ya kusema, hii ni medhali ya ulinzi wa paraka wa Mungu kulinda mboni ya jicho lake. Na niambie, kupitia dhiki inayokuja ambayo bado iko mbele, ulinzi wa Mungu juu ya Israeli utasababisha watu wengi kujiunga na Israeli waliongeukia Mungu na kumwabudu Bwana kama masiya wao. Wataona kwamba Mungu anawalinda watu wake kwa njia ya kipekee na ya kimiujiza. Sasa maono ya nne yameandikwa hapa katika sura ya tatu, na katika sura hii Zakaria anaona Yeshua kuhani mkuu wa wakati huo amesimama mbele ya malaika wa Bwana na malaika wa Bwana ni Bwana mwenyewe. Amesimama karibu na Yeshua pia ni Shetani mshtaki. Ni wazi kwamba anamshtaki Yeshua na watu kwa kuwa hawastahili kukubaliwa na Mungu. Kwa njia anafanya hivyo hivyo kwako hadi leo. Anamshtaki Mungu mbele yako na anakushtaki wewe mbele ya Mungu. Anasema nini yeye? Yeye hunong'oneza kwako kwamba Mungu hastahili kufuatwa na anamwambia Mungu kwamba wewe hustahili kuhifadhiwa. Ndiyo maana anaitwa mshtaki wandugu, yani, wa ndugu yani, waumini katika Ufunuo kumi na mbili mstari wa kumi. Hapa Bwana anamkemea shetani haraka akisema. Hapa katika mstari wa pili, je, huyu sikuni iliyochukuliwa kutoka motoni. Anaelezea Yoshua, anaelezea Israeli, lakini je hiyo haielezei kikamilifu kila mmoja wetu ambaye Bwana amemwokoa? Je, hatujachukuliwa kutoka motoni? Hukumu ya Mungu. Uharibifu utakaokuja siku moja. Sasa Yeshua anaonyeshwa hapa katika mstari wa tatu akiwa amevaa mavazi machafu na malaika wa Bwana anaamuru aondolewe, kisha anasema hapa katika mstari wa nne, tazama nimeondoa uovu wako kwako na nitakuvika mavazi safi. Sasa tendo hili linaashiria uchaguzi wa upendo wa Mungu kwa kuhani mkuu ambaye pia aliitwa Yoshua inaashiria pia uchaguzi wake wa taifa hilo, pia inaashiria utakaso wa kuhani mkuu kwa ajili ya huduma katika hekalo lililojengwa upya. Lakini hebu niwaambie pia inaonyesha kinabii wakati ambapo Israeli kama taifa itatakaswa wanaposubiri masihi wao ajaye, wakati wa dhiki kuu watakapogeuzwa na kumfuata Kristo. Na hapa katika mstari wa nane wa kweli, Mungu anaahidi nitaleta mtumishi wangu chipukizi hii ni rejeleo wazi kwa Masihi Isaya na Yeremia wote wawili walimwelezea Masihi kama chipukizi na sasa tunaambiwa hapa katika sura ya tatu ya Zakaria mstari wa kumi kwamba atakapokuja kuanzisha ufalme wake kila mtu Israeli atafanikiwa kwa amani anasema chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake hiyo ni njia ya kurejelea ustawi wa ufalme wapendwa, huu ni mustakabali sio tu kwao, bali pia kwako na kwangu. Kila mtu anayemwamini Bwana Yesu kama Masihi wao, anafanya nini? Anakuondolea mavazi yako machafu yaliyotiwa doa na dhambi, na anakuvika maisha mapya safi, anakuokoa kama kuni iliyochomolewa motoni. Na zaidi ya hayo, sasa wewe ni mshiriki wa familia yake ya kifalme. Unaelekea kwenye uzima wa milele pamoja na mfalme wako, mkombozi wako, mwokozi wako Yesu Kristo, na huu ufalme wa utukufu wa Kristo duniani ambao bado unakuja. Basi muda wetu umeisha kwa leo. Mpaka tukutane tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.